Mimea ya kupendeza na mifugo katika eneo la Njoro, kaunti ya Nakuru. Mpate Mzee Elias Kamau Mwaura, umri wake ni miaka 75. A henga, jungu kuu halikosi ukoko. Tunapojiandaa kusherehekea miaka 52 ya uhuru, kwa mzee Mwaura, kumbukumbu zake ndizo ukoko wake. Mzee Jomo Kenyatta anafahamika sana kama mmoja wa wale walioshiriki pakubwa katika juhudi za kupigania uhuru, japo baadhi wana maoni tofauti. Jomo Kenyatta akiwa rais wa kwanza, Mwaura aliwahi kuwa mlinzi wake wa karibu. Kwa sasa Mwaura amestaafu kutoka kikosi cha polisi wa GSU na anakumbuka mengi sana kumuhusu rais wa kwanza wa Kenya. Hey, mzee alikuwa sana nakaa hapa Nakuru. Uh, iko vikundi walikuwa naenda kumwimbia, lakini wakati mmoja alikuja hiyo mambo ya sherehe sherehe ya kwenda kuimbia mzee ili, kama ilikuisha Mwaura lenza kama mlinzi wa boma la Kenyatta kijijini Shaweri eneo bunge la Gatundu Kusini kaunti ya Kiambu. Kenyatta alikuwa mtu wa aina gani kwa mujibu wa Mwaura? Mzee alikuwa mkali. Waza kufikia kwake, uwezi ni ngumu. Pengine yeye aje akukute, lakini sio wewe unaenda kwake. Yeah. Lakini kama sisi tulikuwa polisi ni ngumu kwenda. Ulikuwa na unafanya nini kwa mzee? Lakini kama yeye anakuta wewe basi mtaongea vile anakuuliza, utajibu adhawaizi. Hmm, kuenda kwake ilikuwa ni ngumu. Akiwa mlinzi wa karibu, mzee Mwaura alipata fursa ya kumuona Rais Uhuru Kenyatta utotoni mwake. Akumbuka vyema jinsi alivyojikuta matatani. Hasahau ni wakati ile mzee alikuta kama mimi naumpa Uhuru miwa. Aliuliza askari nikiraya mwana basi kama kawaida, nikuja attention, nachukua buruku naeka kawaida, napiduka kwake, napiga salute, akaambia msee, mi nampa kijana mi, ma, ma, miwa. Sema nani anasema, nampa kijana mtoto, hawezi kunyimwa kitu. Hata juzi tulikuwa naye hapa tunakula. Basi akaambia sisi, hapa nampa, lakini kijana alikuwa anakuja. Hata hivyo hakumwona tena Uhuru, alipojiunga na shule ya upili ya St Mary's. Kando na kumlinda rais Mwaura pia alishiriki vita vya shifta kati ya mwaka 1960 na 1967. Kundi la shifta lilifadhiliwa na utawala wa nchi ya Somalia, ilianza ilianza huko Somalia. By then Somalia walipata uhuru bila yetu na ikawa prime minister alikuwa anaitwa Sharmake. Huyu Sharmake akasema North Eastern irudi Somalia, ndio sasa Naye mzee akasema, hakuna Kenya hawezi ika, hata nchi moja hawezi kwenda. Basi ndio wale wakaanza sasa, ni kama ni kama hawa sasa wamekuja Arsha baba. Hawa ilianza tu namna hiyo, lakini wale Sharmake, the first prime minister wa Somalia, ndiye alileta hiyo kusema northeastern is part of. Hata akasema hata, si unaona hata Somali we speak the same language, ule Somali kwetu, lakini naye mzee akakata. Hapo ndio vita ilikuwa. Kwa sasa, Mwaura hujihusisha na kilimo. Hata hivyo, kumbukumbu -kumbu zake akiwa afisa wa GSU zingalipo. Alex Kiarie, QTV.